Haya ni mafunzo muhimu ambayo yanakwenda kuboresha utendaji wenu wa kazi wa kila siku, haya mafundisho yaliyotolewa, matakiwa mwelewe nafasi yenu kwenye mtaa. Nyinyi ni wenyeviti wa ulinzi na usalama katika nini, mitaa yenu. Sasa tunapoona kuna uhalifu kwenye mtaa, maana yake kwenye mtaa mwenyekiti wa ulinzi na usalama na timu yake hawajajipanga kukabiliana na uhalifu. Wewe ukiona kuna uhalifu kwenye mtaa wako, itisha wananchi, itisha baraza la wananchi, waambia uhalifu umezidi, tunataka tuanzishe sungusungu. Kuna atakaolinda na kuna atakaolala, wale atakaolala hata ingia kwenye ulinzi wachangia atakaolinda, ili ule ulinzi wa sungusungu uendelee -sungu, amani na utulivu utulie pale, mkishirikiana na polisi kata, mkishirikiana na mtendaji kata, na usifanye mambo peke yako. Kama kiongozi, shirikisha wenzako, usijiamini sana kwenye mambo ya uongozi kwamba akili yako saa zote iko sahihi, jaribu kushirikisha wenzako kila unalotaka kulifanya, lichukue hili lipeleke kwenye baraza la kata, waite wenyeviti wenzako wote. Jamani, kwangu mimi kuna uhalifu umezidi, vipi kwenu? Hata kwetu pia mambo ya uhalifu yapo. Mnaitana kwa pamoja, mnaenda na azimio kwenye nini? Kwenye ward c si mnaingia kwenye ward development committee, kamati ya maendeleo ya kata. Wasilisheni wazo katika kata yenu kuweka amani na utulivu, ulinzi na usalama wa raia na mali zao kwa kushirikiana na polisi kata na watendaji wote pale, mnaweza mkaja na wazo zuri la kuhakikisha kwenye mtaa wenu hali ya ulinzi na usalama inaimarika na uhalifu unapotea. Waheshimiwa wenyeviti, najua miongoni mwenu wapo waliowahi kutumikia nafasi hizi kwa miaka mingi na pia wapo wapya kabisa. Kwa waliowahi kutumikia nafasi hizi, hii ilikuwa fursa ya kujikumbusha na kurejesha misingi ya uongozi bora. Kuna maeneo, ndugu mkurugenzi kuna maeneo ukiwa mwenyekiti we uondoki mpaka ufe, kwa sababu sifa ya mwenyekiti wa mtaa, mara nyingi watu wanamchagua mtu ambaye wanamudu na anajitoa sana kwenye jamii. Kwa hiyo hapa utakuta kuna wenyeviti wa mitaani wa muda mrefu sana. Sasa ushauri wangu, viongozi wa muda mrefu, msiishi kwa mazoea. Kwa wateuliwa wa hivi karibuni, huu ndio msingi wa safari yenu ya uongozi. Tumia maarifa haya kutengeneza mitaa salama unaosikiliza wananchi na kutatua kero zao kwa haki, utendaji bora na uwajibikaji. Ni wazi kuwa mafanikio ya serikali katika ngazi ya chini yanategemea sana ninyi wenye viti wa serikali za mitaa. Mimi bwana, nikija kwenye mgogoro wa ardhi alafu asilimia kubwa nikaambia mwenyekiti ndo kashiriki kuutengeneza huu mgogoro, bwana, hatutaelewana. Mimi nione tunaongea hapa na tabasamu tukionana, tukisalimiana linapokuja swala la kazi, shee inabadilika kabisa, sio huyu, yaani nakusahau kabisa kama tunajuana, kwa sababu tunazungumzia maslahi ya wananchi wetu kuliko maslahi ya matumbo yetu. Kwa tujaribu kutofautisha kwenye hivi vyeo, unapokuwa na hivi vyeo usikigeuze hichi cheo kikaa kwa maslahi yako. Ndugu wenye viti wa serikali za mitaa, tupo katika kipindi ambacho sote tunakijua na tunakifahamu kuna miemko mkubwa ya kuvuruga amani ya nchi hii. Kuna miemko mkubwa kwa watu wasiolipenda taifa letu kuweza kuchochea uvunjifu wa amani. Na kwa nini hayo yametokea? Ndugu zangu, niwaeleze ukweli, Tanzania ni taifa linalopiga hatua kubwa za kiuchumi, kiasi ambacho kuna watu hatua hii tunayoipiga ya kiuchumi inawacha midomo wazi. Kwa hiyo furaha yao ni kuona sisi amani na utulivu tuliokuwa nao tunaharibikiwa siku moja ili turudi nyuma na miradi ya maendeleo iliyokuwepo ndani ya taifa hili na rasilimali za taifa hili namna zinavyotumika kwa maslahi mapana ya nchi na wananchi yaweze kurudi nyuma na miradi yetu ya maendeleo iweze kuharibikiwa. Kawe wasimamizi wazuri wa amani ya nchi yetu, kwa sababu amani inapovurugika miradi na shughuli zote za, shughuli zote za kimaendeleo na ustawi wa jamii nao unaenda kuporomoka na kuvurugika. Tujifunze katika mataifa mbalimbali mbali. Sisi tumekuwa vinara wa kuwapokea watu wanaoharibikiwa. Sisi tukiharibikiwa, nani atatupokea? Kwa hiyo tuendelee kujivunia na kuilinda na kuitunza amani ya nchi yetu. Amani ya nchi yetu ni jukumu letu sote. Katika mitaa yenu, ninyi ndiyo mnalo jicho la kwanza kuona kinachoendelea. Kwa hivyo mkiona viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani matendo ya kihalifu au mtu yoyote anayevuruga utulivu, toeni taarifa kwa vyombo vya ulinzi na usalama mara moja.